Wanabadilishana, that is a business, hiyo ni biashara. Huyu ana hiki anaenda kumpa huyu na huyu anampa hiki. Kuna neno la like Kiingereza nalipenda, unafahamu sisi, kwamba ni unity in diversity. Unafahamu, ili umoja wetu uwepo unategemea tofauti zetu tulizo nazo, na tofauti sio udhaifu, ila ni uwezo Mungu aliyoweka ndani yako. Hivi nafahamu ukigundua uwezo wako ni biashara yako. Mi, mi, mi napendaka kujizungumzia mimi. Mimi ninavyoongea na wewe hapa, siku kumi za maombi nimewaiwa paka 2028. Yaani mtu akinihitaji siku kumi za maombi sasa hivi, akiniomba akubali kunichukua 29. Yaani niko 2025, nimeshawaiwa siku kumi za maombi paka 2028. Niulize swali, kwa nini nimewaiwa niliomba niliwauliza, kwa nini nimejua uwezo Mungu aliyoweka ndani yangu? Si investi ili watu waniite, na investi kwa kutafuta uso wa nani? Alafu Mungu akiwa ndani yangu anaanza kunitengeneza mimi kuwa marketable, kwa sababu kilicho ndani yangu Mungu ki, hakukiumba kwa ajili yangu, amekiumba kiwe profitable kwa dunia na Mungu ndo anajua anataka kimfikie nani wakati gani. Hivi, unafahamu hata wewe una kitu chako special? Lakini angalia wee ulivyokuwa wa ajabu, unaacha kuangaikia specialization ulionayo wewe, wee unataka uwe mtu fulani maarufu. Ndio maana hadi mishono yako mpaka umwone mtu fulani kashona ndo nawe ushona. Leo wanawake mmekuwa watu wa ajabu sana. Umemwona mtu fulani kwenye Instagram maarufu kashona kitu fulani, nawe huyo kwa fundi mshone kama hii. Mwenzio ana hipsi, wewe una akishona kama ile, we itakupwelepweta. Kwani usiende kwa fundi ushone kama wewe? Nisikilize binadamu mwenzangu unayonisikiliza sasa hivi, tengeneza thamani yako, sio kwa kumwangalia mtu. Hakuna mtu anayeweza kuijenga thamani yako. Thamani yako inajengwa kwa mahusiano yako na Mungu na Mungu akikanda ndani yako, trust me, unakuwa unstoppable. Na kila mtu ataenjoy presence yako kila mtu ataona fahari ya kuwa karibu na wewe, maana wewe ni chombo kiteule, hauko duniani useless. Sio lazima uwe mhubiri, wako mafundi cherehani ani special, wanatafutwa na wanapapatikiwa na yeye. Nguo ile ile ukishona hapa mtaani elfu sabini ukienda kwake laki ngapi? Tatu. Na unatoa why? Ana kitu amejua area yake Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuchagua wewe hauko uko useless duniani? Find yourself, meet with yourself. Hivi umewahi kukutana na wewe mwenyewe? Maana kuna watu I wish nikutane na fulani. Unajua <laughs> kuna watu hapa wanatamani, yani mi nikutane na Yohana Mbatizaji. Umewahi kukutana na wewe mwenyewe? Hivi unafahamu watu wengi wanaishi duniani hili hajakutana na yeye. Wewe ukitaka kuamini hujakutana na wewe, leo ukiondoka jiulize wewe ni nani? Ukiona ujipi hilo jibu bado hujakutana na wewe. Hivi unajua hili swali ni rahisi, lakini nikiuliza hapa hamna mtu atakayenipa jibu, na kama yupo ni wachache. Umewahi kujiuliza swali who are you? Unasikia mtu, mimi mwanamke, ehe, na huyo pembeni yako wewe mwanaume. Mwingine anachanganyikiwa kabisa. Wewe nani? Mimi Peter John. Peter John ni jina ulopewa na babako. Wewe hapo ni nani? Oh, mimi ni mtu nimeumbwa na Mungu na mimi nimeumbwa na Shetani Nikisema we ni nani nataka useme kile ambacho ni wewe tu, hakuna mwingine alicho nacho isipokuwa wewe. Na siku wewe ukiwa haupo hatuwezi kukipata hicho kitu. That the meaning who you are. Eh, Mungu wa mbinguni na msi na kumuomba anisaidie kila aliyenisikiliza leo aijue thamani yake, naone fahari ya kujitafuta. Na mimi nimegundua ukitaka kujua ukilo wa hali ya juu pindi utakapoanza kujitafuta we ni nani, utakuwa kilo vile ambavyo hujawahi kukua kwenye maisha yako. Mimi nime experience, mimi miaka nyuma nilikuwa siwezi kufunga siku tatu mfululizo, nilikuwa siwezi kufunga siku nane mfululizo, kwanza nikifunga hivyo mpaka naumwa. Lakini pindi nilipokuwa na uhitaji wa kujua Mungu mimi ni nani na nataka nifanye nini duniani, mimi kuna na wakati nafunga paka siku tatu na uwezi kujua kuna wakati nafunga siku mbili, masaa arobaini na nane, na uwezi kujua. Nasifungi kwa ajili yako, nafunga nikiutafuta uso wa Mungu, namwambia Mungu no, mimi siko duniani useless. Najua mi ni potential. Najua Mungu umeweka vitu vinavyohitajika kwenye ulimwengu. make me nifanye mimi kuwa wathamani kwa kutoa uwezo ulioweka ndani yangu. Na Mungu anapoanza kulilease, trust me no one will stop you. lakini leo tuna watu duniani ni wazururaji. Uja ukuta mshikaji wako anakupitia, ambia mwanangu, hey, wapi unaenda? Ah mwanangu, naenda lodi kupiga piga stori, ndakutana na watu waiva hivi. Unafahamu kuna mabinti anaamka asubuhi mpaka jioni anashinda na simu masaa manne, ni kubadilisha Instagram, Facebook, TikTok no. <laughs> afadhali saa hizi wamefanyaje? Haipatikani, sioni. Hivi nafahamu kuna mtu anaweza akashinda na simu yake amekaa kwenye kochi a good four hours. Alafu yeye anataka Mungu amwonyeshe uwezo ulio ndani yake. Ndio maana saa hizi tumekuwa na watu wa ajabu sana kwenye mitandao. Hivi nafahamu ukitaka kujua level ya changamoto ya akili ya binadamu, angalia kwenye status zao. Ni kwa sababu hawajajijua na hawajatafuta kusudi la maisha yao. Ndio maana ushindi kumkuta mtu kajipiga picha hivyo akwambia uumbaji wa Mungu. Watu wa Mungu, menyelewa tulichojifunza leo, ondoka na haya machache. Mungu alikuchagua kabla hujazaliwa, haukuletwa duniani kuwa useless. Mungu ameweka potential kubwa sana ndani yako, anahitaji benefit kwenye hii dunia, na ili iweze kutoka ni lazima, sio ombi utafute uso wa Mungu peke yake. Hatuachi dhambi ili tuende mbinguni, tunaacha dhambi ili tuishi makusudi ya Mungu duniani. Maana mbinguni tutaenda kutembea miaka elfu moja sio kwetu sisi. Ni wawapi hapo na hatuishi vizuri. Yesu akija, tunapaswa tuishi vizuri tangu sasa, kwa sababu pindi ninapojua kusudi langu duniani naanza kuinjoi maisha. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema, Mungu naomba nisaidie? Inamisha kichwa, tuombe. Asante mtukufu Baba na Mungu wetu wa mbinguni. Yesu, mimi ni mwanadamu kama walivyo wenzangu. Jitihada yangu kubwa ni kukuomba kwa kupitia Roho wako Mtakatifu, usitunyamazie. Fungua akili na fahamu za watoto wako, wafanye kukuona wewe na yale makusudi ya kutuumba, maana kila aliyeinamisha kichwa sasa hakujileta duniani. Yesu, ulimuumba kabla hajakuwepo, na ndani yake umeweka mambo makubwa, na umemchagua kuwa baraka kwenye hii dunia. Ninakuomba sasa, Yesu, tusaidie kudumisha mahusiano sahihi na wewe, ili wewe ukiwa ndani yetu ukakuze uwezo ulioweka ndani yetu, na huo uwezo ukatupe thamani duniani, na kwa kupitia huo uwezo tukawe baraka na kugusa maisha ya watu wengine, ili kuishi kwetu kukawe faida tukijiandaa kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Tunapotawanyika sasa, nenda pamoja nasi katika jina lako Yesu. Tumeomba, amen.